Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 076 813 813. Utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa generation Z, yani Gen Z iko kwenye njia ya kuwa kizazi chenye utajiri zaidi katika historia kulingana na people. Kizazi hiki kimefafanuliwa kama wale waliozaliwa kati ya mwaka 1997 na mwaka 2012 na, na, na, na kinatarajiwa kukusanya karibu dola trilioni 36 ndani ya miaka mitano ijayo, na zaidi ya dola trilioni 74 kufikia mwaka 2040, kama ilivyoainishwa katika ripoti ya hivi karibuni kutoka kwa wataalamu wa utafiti wa Bank of America. Ripoti hii inahusisha ongezeko hili la utajiri wa baby boomers ambao wanatarajiwa kuwezesha hamisho kubwa la utajiri kwa kupitia mali zao kwa vizazi vya vijana katika miaka ijayo. Hii pia inaonyesha kuwa generation Z yani Gen Z inaweza kuwa na athari kubwa kwenye mwelekeo wa matumizi ya dunia nzima. Inatarajiwa kuwa miongoni mwa vizazi vinavyovuruga zaidi uchumi, masoko na mifumo ya kijamii, wanavyosema watafiti. Wakati huo huo waandishi wa utafiti wanabainisha kuwa Gen Z inaendelea kukutana na vikwazo vya kifedha na kiuchumi. Kwa wastani, wanatumia maradufu zaidi kuliko wanavyohifadhi kutokana na gharama kubwa ya maisha. Wakati idadi kubwa ya generation Z wana shahada ya miaka miwili na minne ikilinganishwa na millennials na generation X walivyokuwa na umri huo, wengi wanakutana na changamoto ya kushindwa kupata ajira bora kutokana na soko la ajira kuwa gumu. Zaidi ya hayo, karibu theluthi moja ya watu wa Gen Z walieleza hisia ya kushindwa kulingana na mahali wazazi wao walipo walipokuwa na umri huo katika malengo ya kifedha, kulingana na tafiti ya benki ya Better Money habits ya mwaka 2024. Akizungumza na New York Post, mtaalamu wa elimu ya kifedha Amanda Francis alisisitiza generation Z kuzingatia kuwa wawekezaji badala ya kuwa watumiaji pekee, akieleza kuwa kuwekeza mapema kunaweza kuleta utajiri mkubwa baadaye. Francis pia alieleza kuwa generation Z na faida kubwa ambazo vizazi vya zamani havikuwa navyo. Ufanisi wao wa kidigitali unawapa upatikanaji usio wa kifani wa fursa za kujenga utajiri kupitia teknolojia ya kifedha, biashara za mitandaoni, uundaji wa maudhui na biashara zinazotumia akili bandia, alieleza. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.